Kijana huyu hapa mamake alibeba ujauzito na alipobeba huo ujauzito alifikia kumzaa na akaenda kumweka kwenye kituo cha watoto yatima, kwa sababu walikuwa waelewani na baba yake. Kijana alipokuwa anaishi kwa kituo cha yatima, kuna baba huyu hapa na huyu mama walifika kwenye kituo cha yatima, wakaangalia watoto, wakamchukua, wakapendezwa na yule mtoto, wakampeleka. Walivyofika naye nyumbani walimlea kama mtoto wao na wakamwonyesha upendo, walimpeleka shule akasoma. Lakini kijana anashuhudia sasa, baada ya kuwa mkubwa na amemaliza masomo, anaambia watu kwamba familia yangu mimi sio mpaka ile ya damu, lakini baba na mama ni nyinyi hawa, mlionionyesha upendo, mkanipa sapoti, nikafika mpaka mbele ya watu kuheshimika, na sasa na mimi nimekuwa mtu mbele ya watu wengine. Nashukuru sana na nasema asante kwa yale yote mmenitendea. Naenda kuwawekea picha hapo. Maneno yayo kijana yaligusa watu wengi sana, na kama na wewe unajua kwamba familia sio mpaka ile ya damu, lakini yule ambaye anakuonyesha sapoti na upendo na nakuheshimisha wewe, weka maoni yako hapo. Asante sana.